Damo Platinum baada ya tour yake ambayo aliweza kuitangaza kwamba ataenda kuifanya katika sehemu tofauti tofauti huko Uingereza, ni kwamba baada ya show yake ambayo imekuwa ina mafanikio ya kutosha kabisa katika stage tofauti tofauti, sasa hivi this time around, ameonekana akiwa Marekani pamoja na eh, mtangazaji chawa influencer baba Levo wakiwa pamoja wakiendelea kupongezana baada ya Damo Platinum kuweza kutoka kwenye interview ambapo Damo Platinum yeye eh, bana, ilionekana kabisa kwamba interview hiyo ilikuwa si haba kwa sababu Kiingereza kilizungumzwa humo bana, ilikuwa sio poa. Sasa hii bana, ndo vibe ambayo baba Levo alikuwa nayo pamoja na Diamond Platnumz baada ya Diamond Platnumz yeye kuweza kutoka kwenye interview. Mamba huyo hapo, mamba huyo hapo, mamba huyo hapo luku. Ongea ndugu yangu, visa haya au yeye mwenyewe, umejitahidi ndugu yangu. Nikasema je, kapito kweli ni Dodoma?

So, Damo Platinum pia ameweza kufika katika ofisi za Audio Mac Marekani ambapo, eh, ni jukwaa ambalo linasambaza muziki wake na limekuwa likisambaza muziki wake wa Damo Platinum, na ameingia katika chat tofauti tofauti. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wao wameweza kutoa mitazamo yao, lakini pia wengi wakiwa wametoa emoji fulani hivi za makopa kopa, eh, wengine wakimpa emoji fulani hivi za moto kama mitazamo tu ya baadhi ya mastaa ambao wao wameweza kuona Damo Platinum ameweza kupiga hatua baada ya kuweza kufika Marekani katika ofisi za Audio Mark. Wengi wakisema simba la masimba Dangote kunayo, mmoja kati ya wadau wa burudani ambao wao wameweza kutoa comment zao, lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba mna uhakika wanaelewana hapo, yani kwamba Damo Platinum anavyozungumza pamoja na huyo ebana, kiongozi ambaye yupo hapo katika ofisi za Audio Mark, wengine wengine ebana wataiona tu, eh, kwenye simu akaweka emoji fulani hivi za kucheka. Ni moja kati ya wadau wa burudani ambao wametoa mitazamo yao kupitia eh, bana platform ambazo zimeweza ku share habari hii hapa. So ni upi mtazamo wako kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye wancha comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.